Regina, mwanangu, huyu jamaa asikutoroke, akienda kwenye densi mwambie twende wote, twende wote tukacheze huko. Simeshakubaliana. Oh, leo nimealikwa kwenye harusi, unaalikwa peke yako, mimi unaniacha, twende mpaka, e, afike mahali aone kwamba ala, lakini kweli eh. Sasa unaendaje kwenye densi unamwacha kidosho wako hapo? Unampenda kweli? Na watu wajeuri kabisa ni sisi mababa na. Jamani, ukitaka ndoa idumu, mwanaume, acha ujeuri, usifuatefuate niuliza uliza maswali mi nikirudi nimechelewa, nilikuwa wapi, kwa nini? Asikuuliza na wewe, ndio uliamwambia mnapendana na leo umearudia hapa. nampenda sana. Wewe vimeshuka vimepanda, sasa vimeshuka vimepanda, kazi yenyewe ndio hiyo. Nenda katengeneze familia ambayo wetu utakuwa wewe ni mfano, pamoja na Regina. Ukiyafanya ya mwanangu, kazi itakuwa nyepesi sana kwa mzee Mbonde, kazi itakuwa nyepesi sana kwa upande wetu sisi, kwa upande wa Regina. Ukimaliza shughuli zako hizi, funga safari na Regina, nenda mkatalii kwanza, kule kibaoni. Regina, kaone, hivi ndio kwenu, kuko hivi, ambia ndio rudi, na we panda nenda huko Ruvuma.